Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, huu ni ujumbe mwingine tena wa daktari wa Karina, ambaye ndiye alikuwa, da, huyu ni alikuwa daktari wake kule India, ambapo ujumbe huu tena umeibua mjadala mzito huko mitandaoni kwa sababu alikuwa hapa, kuna ule wa kwanza ambao tulikusomea katika video ile iliyopita ambao ulikuwa ni wa Kiingereza tukatafsiri kwa Kiswahili, lakini huu hapa ni mwingine ambao eh, Karina alikuwa anafanya mahojiano na huyu daktari. Daktari alikuwa anazungumza naye ana kwa ana Kanya, watu wengi sana washangae kuona kwamba kumbe Karina alikuwa anaendelea vizuri tu baada ya operation. Kwa sababu hapa, katika haya mazungumzo na huyu muhindi alikuwa anaonekana yuko na afya njema amechangamka kabisa. Umeona. Kwa hiyo Karina alikuwa anaelezea kuhusiana na maendeleo yake baada ya kufanyiwa upasuaji ambao ulitumia zaidi almost, almost masaa kumi. Kwa hiyo ni operation ambayo ile take place ndani ya masaa hayo yote. Umeona bwana. So, baada ya hapo alikuwa anaendelea vizuri kama unavyoona alikuwa amechangamka haswa na huyu daktari aka kurekodi video akiwa anazungumza naye kumsikiliza pia anajisikiaje baada ya operation hiyo. Umeona bwana. So, hapa amezungumza Kiingereza, lakini pia akaambatanisha hiki alichokizungumza hapa na Karina kuhusiana na the way ambavyo anavyojisikia baada ya operation katika caption chini ya hiyo video, ambapo hiyo caption nitakusomea kwa kiingereza pia na kwa Kiswahili, ili tuende pamoja ya yeah, so katika haya mazungumzo ni kwamba huyu uh, huyu daktari ambaye anafahamika kwa jina la J um, amezungumza akisema kwamba more than a star, she is a symbol of strength and healing uh, after nearly 9 years of, of battling serious health challenges and undergoing over 24 surgeries Karina Ibrahim aka Karina one of Tanzanian most beloved Bongo movie actress uh, came to India November 2024 in search of advanced care. Today she's, uh, she is on a steady path to recovery with uh, uh, with a renewed strength unshaken hope and the same spark that uh, made her a star. Her story is the reminder that healing is possible with the right care, faith and reliance. And uh, resiliency, sorry, and resiliency. Carina's journey sheds light on the importance of of, accessible quality healthy care and offers inspiration to every person beating chronic illness we are proud to walk beside her as embrace as she embraces this new chapter can't wait to see her back doing what she loves stronger than ever so huo ndo ujumbe wa huyu daktari kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili nikiutafsiri hapa moja kwa moja kwa Kiswahili, huyu daktari alikuwa anaandika kwamba zaidi ya nyota ni alama ya nguvu na uponyaji. Baada ya takriban miaka tisa ya kupambana na changamoto kubwa za kiafya na kufanyiwa zaidi ya upa, ya upasuaji 24, Karina Ibrahimu maarufu kama Karina ni mmoja kati ya waigizaji maarufu wa Bongo Movie nchini Tanzania aliyesafiri hadi India e, mnamo Novemba 2024 kutafuta matibabu ya hali ya juu. Leo hii yuko katika njia ya kupona akiwa na nguvu mpya, tumaini lisilotetereka na ile ile nuru iliyomfanya kuwa nyota. Hadhi yake, hadithi yake ni ukumbusho wa nguvu kwamba uponyaji unawezekana kama huduma uponyaji unawezekana kwa huduma bora, imani thabiti na uvumilivu wa kweli. Safari ya Karina inaonyesha umuhimu wa upatikanaji wa huduma bora za kiafya na inatoa, msukosu, na inatoa msukumo kwa kila mtu anayepambana na maradhi sugu. Tunajivunia kusimama naye anapopaza anapo anapoanza sura mpya ya maisha yake. Hatuwezi kusubiri kumwona akirudi kufanya kile ambacho alikuwa anakifanya kwa nguvu kuliko awali. So huo ndo ujumbe wa huyu daktari wa Karina kule India, ambapo kwa mfano hapa kuna page mbalimbali hapa zimeripoti wakidai kwamba kuhusiana na hii video tu ambavyo Karina alivyokuwa anafanya mahojiano na huyu daktari, kuna page hapa watu wameandika kwamba, bwana, mbona alikuwa amechangamka? Mbona alikuwa alikuwa amechangamka? E, watu wanaona kabisa kwamba alikuwa amesha, amesha recover. Umeona eh? E, alikuwa amechangamka vizuri kabisa. Da, hii video imepostiwa siku mbili nyuma na daktari wa Karina akiwa anajiandaa